Mtazamaji karibu mwenzetu Wilson Ochuka ambaye yuko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara nam. Mtazamaji, viongozi wa dini wanaonya kwamba huenda uchaguzi mkuu ujao ukakumbwa na machafuko iwapo taasisi za kusimamia uchaguzi haz, hazitajiandaa kumradhi vilivyo, nam. Kanisa la Kipentekosti limeonya kwamba kuwa vurugu zilizoshuhudiwa kwenye chaguzi ndogo zinaashiria utepetevu wa maafisa wa usalama na tume ya IEBC, nam. Stephen Leto na kauli ya viongozi hao wa dini. Machafuko yaliyotikisa chaguzi ndogo zilizofanyika siku ya Alhamisi yamewakera viongozi wa dini, kanisa la Kipentekosti likielezea wasiwasi wake kuhusu hali hiyo na kuonya kuwa iwapo machafuko hayo hayatazimwa sasa, basi uchaguzi wa mwaka wa 2027 utakuwa wa balaa. 27 when the stakes will be higher. Sisi kama kanisa ndio maana tumekuja ili kuweza kulaani vikali yale matendo ambayo tuliona ambayo siyo mazuri katika zile elections kwenye eneo za, za, za, za, za bunge ambazo kumekuwa na katika eneo bunge la Mbere, uvamizi wa vituo vya kupiga kura ulizua hofu kwa wapiga kura. Waangalizi wa uchaguzi wakitaja ghasia kama mbinu e, ya wanasiasa kuwatia uoga wapiga kura ili wasijitokeze In eneo bunge la Kasipool, County ya Homa Bay, magenge yalitawala vituo vya kupigia kura na hata wakati mmoja kumvamia mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma na kumjeruhi vibaya. <coughs> Kabla ya uchaguzi mdogo, magenge hayo yalitawala kampeni huko, IBC ikiwapiga faini ya shilingi milioni moja mgombea wa ODM Boyd Were na mpinzani wake Philip Aroko. Lakini kanisa la Kipentekosti linataka IBC kuwapiga marufuku kabisa gombea kwenye uchaguzi zijazo. Tumeona kwamba wanapewa zile inaitwa fines. Tungependa IBC iende zaidi iweze kuba hawa watu wasiwahi kuwa wabunge ama wasiwahi kuwa in any elective position. We call upon all the concerned government agencies including the police, independent electoral commission, boundaries, IEBC and National Cohesion and Integration Commission to be firm, impartial, proactive in discharging their functions. Vijana sasa wametakiwa kujiandikisha kupiga kura ili washiriki uchaguzi badala ya kutumika kuzua vurugu. Stephen Leto, Runinga ya Citizen.